Nitasema neno hili. Mungu aliwatia kwa wakati huu, mkue pale, alikuwa na lengo ile roho yenye aliwatia. Hakuna mwenye aliwaita, kila mtu alijituma. Mungu aliwatia kwa wakati huu, na neno ambalo nimepewa kwa ajili yenu ni katika kitabu cha Esther, Esther sura yake ya ine tukiwa nyumbani tunaweza tukasoma hiyo sura ya ine yote na hata kushuka, tunaweza tukaendelea, lakini kwa mstari wake nasema kwa mstari wake wa kumi na tatu na tutashuka kumi na ine hata tunaweza tukaendelea kumi na tano. Biblia yangu hii ina maandiko madogo sana, lakini itachukua hii Biblia ya ilikuwa Biblia ya baba yangu mzazi, imezeeka, lakini nitasoma kidogo, tafadhali. Estere sura yake ya ine, mimi nitasoma tu mstari wa kumi na tatu hadi wa kumi na tano. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Halafu Mordekai akawaomba kurudishia Esteri jibu Usifikiri ya kwamba wewe utapona nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayuda wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa kwa wakati huu halafu kusaidia na wokovu utatokea Wayuda kwa njia nyingine. Lakini wewe na nyumba ya baba yako watapotea. Na nani anayejua kama wewe hukuja kwa ufalme kwa wakati namna hii? Nitaishia hapo kwa sura ya kumi na ine. Lakini tunaweza tukaendelea nyumbani kwetu kusoma. Wana wa Israeli, wa Yuda, nyumba ya wa Yuda walikuwa na, na vita. Walikuwa katika matatizo kabisa na walikuwa wanaonewa sasa tunajua hizi habari zote za, za Esther Muyomba yake akamwambia wewe Esther umeolewa na mfalme tafadhali semea taifa lako tetea taifa lako Esther akamwambia haiwezekani hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kwenda kumwona mfalme wakati huu hakuna hakuna kabisa ukienda wanakuua ukienda ni shida ndio, Mordekai akamwambia, sasa wewe unawazia wewe uko waajabu kuliko wengine wote, ujue ya kwamba msaada wa Wayuda unaweza ukatokea ingine fasi, kama wewe una nyamanza, kama wewe hautaki Mungu ataokoa taifa lake tu, kama hutaki wewe kufanya kazi yako, kama hutaki kupigana, Mungu atajishughulisha na taifa lake tu kunjia ingine ile, lakini wewe na nyumba yako. Ni ujumbe mzito, ni ujumbe mzito, na naomba Mungu apatie kila mtu tafsiri. Sisi sote tumewekwa tuko kama vile wa Esther. Hata kama iye alikuwa mwanamke kwa wakati huu, lakini wewe ndugu yangu mzalendo, wewe ni kama Esther, inabidi uwe na moyo mkuu kama vile Esther alipopewa hii ujumbe, akamwambia Mordekai, wende ukusanyishe Wayuda huko waambie waombe usiku na mchana, siku tatu, bila kula wala kunywa. Na mimi nitafanya hivyo na wajakazi wangu, na nitaenda mbele ya mfalme kinyume ya sheria. Hata kama imekataliwa, nitaenda. Hata kama wako wanakatala, haiwezekani, lakini mimi nitaenda. Hata kama wanakatala mimi kupigana, lakini nitaenda Nitapigana, nitafanya kazi, na kama nitaangamia niangamie, kama mfalme ataniua aniue. Ni mambo mazito, ni mambo mazito. Hakika hili neno ndilo nili, nilipewa kuwaambia. Mungu asaidie kila mtu alitafakari. Ukinyamaza kwa wakati huu kila mtu atafakari neno hili, ndipo msaada wa nchi ya Kongo utatokea. Mwingine njia Mungu atafanya njia zake gisi anazojua. Ime, imesema kwamba milango ya kawaida ikifungwa, Mungu anakuwa na milango ya miujiza. Sisi tunasimama kuombea nchi kuombea taifa kutetea taifa sababu tunaipenda yaani taifa iko ndani ya, ya damu ndani ya mwili ndani ya kila kitu. Hata kama mara tuko mbali, lakini mawazo yetu, nia yetu, tuko pamoja na ndugu zetu wanaoteseka, ndugu zetu wanaoteswa, wanaouawa kiolela, na tunajua ya kuwa Mungu ni mwaminifu, na Mungu ni wa neema, na Mungu ndiye mwamuzi.